inamtambulisha Yesu ni kama ufufuo na uzima. No, Bibilia inamtambulisha Yesu ni jipa <tipulichipa> <Haleluya, haleluya>. na <Amen>. Fuchiko Bibilia <tipulichipa> inamtambulisha Yesu <tipulichipa> inamtambulisha ni kama ufufuo na uzima kwa kama ya kelini, maana yake Yesu ndiye uzima, wewe yote yule aliye Yesu yeyose yayure ariye mkataa Yesu amekataa uzima, amen. Na ndiyo manafikiria inasema kwamba ameraniwa mtuyule amtegemeaye mwanadamu amufanyaye mwanadamu kuwa ni kinga yake, moyoni mwake amemwacha Bwana, ameraniwa. Isikirizeni yenyu wanadamu, oh, oh, oh, oh, wewe bodaboda unayemtegemea mganga wewe bajaji unayetegemea mganga, kwamba mganga ndiye atailinda kazi yako, kwamba mganga ndiye atakayekupa fedha, kwamba mganga ndiye atakayekupa abiria. Na wewe dada yangu unayefanya biashara na unaenda unafanya ma... unaenda unafanya dawa zako, isikilize kwa makini Biblia imekataa, inasema kwamba hutayaona mema kamwe Hautayaona mwema kamwe, wewe mwanadamu unayemtegemea mganga, wewe mwanadamu, wewe mchawi, sikiliza hautayaona, utayaona mema kamwe. Nisikilizeni yenyi wanadamu, Yesu amekuja, amekuja kwenye maeneo ya Kimara. Nimemleta Yesu mahali hapa, nimemleta Yesu Kristo, yeye aliyeteswa pale msalabati. Amen, yeye aliyeteswa pale msalabati hyi e, aliyesulubishwa pale msalabani, limemleta Yesu ili apate kukuokoa, apate kuutoa katika dhambi yako. Yawezekana unateswa na uzinzi, yawezekana unateswa na uasherati, yawezekana unateswa na bangi, yawezekana unashindwa kuiacha sigara. Nisikilize wewe, yawezekana unashindwa kuwacha pombe. Nisikilize, unaitegemea akili yako, maana umeshindwa kuiacha, umeshindwa kuacha. Kwa sababu gani? Unaitegemea akili yako. Kwa hiyo, nisikilize, ewe mwanadamu, mtu yeyote yule aliyeng'ang'ana na zambi, mtu yeyote yule, ukimwona kwamba kadada akakipita na kachungulia, ukimwona mwanamke au ukimwona mwanaume dada akipita, anamtamani. Ukimwona mtu huyo, ujue kwamba naitegemea akili yake. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba o, umelaniwa wewe ambaye una tamani tamani, ukimwona mwanamke unamtamani, umelaniwa, maana tayari umeshatenda dhambi Ukimuona okay, tu mwanamke ukimtamani, umeshatenda dhambi. Ebe, ujue ya kuwa utatupwa katika jehanamu ya moto. Mtu yeyote yule anaitegemea akili yake amelaniwa. Mtu yeyote anaitegemea akili yake. Ukimuona okay, kijana, ukimuona okay, kijana anatembea ameshuja suluari yake ameshuja suluari yake imekatakata ke hivi, ukimwona huyo kijana ujue kwamba anaitegemea akili yake. Ukimwona kijana amenyoa nyoa kiuni kiuni, ujue kwamba huyo anaitegemea akili yake. Kuna wengine wanaingia makanisani, lakini wananyoa kama wahuni kuna wengine wanaingia kanisani lakini wamenyoa joa, wanawaiga wasanii, wanaiga dunia inavyoenda. Nisikilizeni, wengine ni wahubiri, wahubiri wa kweli, lakini wamenyoa keuni. Sikilizeni enyi wahubiri, Sikilizeni enyi watu mnaoingia kanisani alafu mmenyoa denge, alafu mmenyoa denge ni. Sikilizeni enyi wanadamu, Bwana anasema hivi, umelaniwa amen mtu yule aitegemeaye mwanadamu ni mwake, amemwacha so ni Bwana. Umelaniwa yo mwanamke unayevaa suruali. Ukimwona dada amevaa suruali ujue anaitegemea akili yake. Nisikilizeni enyi wanadamu, bibilia imesema kwamba mwanamke azivae mavazi ya mwanamke ya mwanaume, bibilia imeziirika lakini, leo hii watu wengi wamebadilisha kauli na bibilia hii, hawamtaki tena Mungu kwa sababu wana pesa. Bibilia inasema kwamba pesa Pa haina faida fa yoyote ile siku ya adhabu ya Bwana. Pesa haina faida ile mi siku ya mateso. Pesa haina faida. Mwanadamu nisikilize, wewe mwenye magari. Wengine wanajivuna kwa ajili ya maisha yao mazuri, wengine wanajivuna kwa ajili ya pesa zao, wengine wanajivuna kwa ajili kuu ya wanawake wazuri, wengine wakiona na wanawake wazuri wana wanajivuna, wengine wakiwa na wanawake eti mwingine ana mwanamke mzuri tu anajivuna. Yani mimi nakuona wewe ni mjinga kabisa, wewe ni mjinga kabisa. Yani hauelewi, hauelewi hata unajivuna nini? <laughs> Kwa hiyo nisikilizeni, yenyu wanadamu, <coughs> maandiko yamejizirisa me <coughs> yeyote yule amtegemelae mwana <coughs> ni mwake amemwacha Bwana. Haleluya. <coughs> <anewa wea> <coughs> <coughs> umelaniwa <wea> mwanamke <coughs> <anewa> wewe <coughs> unaenda kudanga Umelaniwa wewe. Umelaniwa wewe mwanamke. Haleluya. Sikilizeni. Umelaniwa wewe mwanamke, wewe mwanamke. Mwanamke unayetegemea akili yako. Umelaniwa. Ndugu yangu, nisikilize, tegemea akili yao

Maandiko yanajizwilisha maandiko yanajitambulisha yanamuonya yule mtu anayemtegemea mwanadamu. <tipulis> <tipulis> bibilia <liye> inaonya <tipulis> <tipulis> wewe kijana unayetegemea akili yako umelaniwa. ukimwona <tipulis> kijana <tipulis> anaihiga dunia Ukimwona kijana anaiga dunia ujue huyo anaitegemea akili yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana, naye huyo amelaniwa. Hakuna mtu yoyote yule ambaye anaitegemea akili yake ambaye hakika atayaona mema, hakuna. Siku zote mtu yoyote yule anayetegemea akili yake

Hautayaona wewe, unayemtegemea mwanadamu. Nisikilizeni yenyu wanadamu, mimi nimemleta Yesu maeneo ya hapa Kimara, nimemleta Yesu ambaye Yesu ndiye uzima wa mwanadamu, nimelileta jina la Yesu ambalo wuli jina la Yesu bila jina la Yesu wewe siyo chochote, bila jina la Yesu wewe siyo lolote, bila jina la Yesu wewe siyo chochote, hakika hautayaona mema kamwe. Na ndiyo maana unaona leo hii vijana wengi wanateseka, vijana wengi wanaangaika, watu wengi ndoa zao zinawatesa, watu wengi kwenye biashara zao kuna mambo mengi mengi mengi, kuna makaribu mengi. Yote ni kwa sababu gani? Yote ni kwa sababu hawana Mungu, yote ni kwa sababu wanaitegemea akili yao, yote ni kwa sababu wamemwacha Bwana. Lakini leo hii nimemleta Bwana kwenye maeneo haya ya Kimara Darajani, nimemleta Bwana Yesu, nimemleta Bwana Yesu, Yesu ambaye yeye aliteswa pale msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Aliteswa pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tupate ondoleo la dhambi. Nisikilize mwanadamu, leo hii bado mlango upo wazi. Bibilia inasema kwamba, bibilia inasema kwamba ipo siku inakuja ambaye atapaka atakapokuja yule ambaye umemkataa, yule ambaye umemkataa kwenye maisha yako. Bibilia imesema kwamba siku inakuja, bibilia inasema kwamba na kila ulimi utakiri pia na kila goti litapigwa mbele yake, kila ulimi utakiri ya kuwa Kristo ni Bwana, ya kuwa Yesu ndiye Bwana. Hata wewe unayemkataa, hiyo siku utakuja utaomboleza, hiyo siku utakuja utalia, hiyo siku utakuja utaomboleza. Wewe dada yangu unaikataa injili ya kweli, ipo siku utakuja utaomboleza. Wewe kijana unaikataa injili ya kweli, unatuona kama ukiambiwa injili ya kweli unaona kama umepotea. Nisikilize wewe mwanadamu, ipo siku utakuja utalia, ipo siku utakuja utaomboleza. Biblia hiyo hiyo inaniambia kwamba Sikilizeni, yawezekana yawezekana yawezekana viongozi wenu hawawaambii. Bibilia ilisema nayo, Bibilia ilizungumza ikasema kwamba katika kile kitabu cha Yeremia, ikasema kwamba wachungaji wengi wameriharibu shamba ra Bwana. Wachungaji wengi wameliharibu shamba ra Bwana. Waga ninaumia sana waga ninaumia sana nikiwaona watu ambao ambao wamedanganywa wachungaji ambao wameliharibu shamba ra Bwana. Wapo leo hii wachungaji wanahubiri kwa ajili ya matumbo yao. Bwana aliniambia akasema, waambie wa waambie watu hawo wa watubu. Aliniambia akasema, enyi wachungaji, yamkini yupo mchungaji ananisikia, nisikilizeni, waambie watu watubu, waambie tubuni, tubuni. Bwana Yesu amesema anarudi anakuja, anakuja, amesema niwaambie kwamba anarudi. Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu ana, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Wewe uliyeng'ang'ana na dunia, Biblia inasema kwamba dunia imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Sasa sijajua huo moto ukifika utakimbilia wapi? Sijajua huo moto ukifika utakimbilia wapi? Mwanadamu, si sijui moto ukifika utakimbilia wapi? Si wapi. Wewe unaing'ang'ani ya dunia, Biblia inasema kwamba dunia imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Maana yake nini? ipo siku dunia hii Ipo siku dunia hii itateketezwa, na ndipo utakapowaona wale wanawake wote waliokuwa wanawaambia wambia wasivae suruali. Hapo ndipo waomboreza, hapo ndipo watakapolia wale walioikataa Injili ya kweli hapo ndipo watakapoomboleza. Maana Biblia inasema kwamba anakuja yule ambaye aliteswa kwa ajili ya dhambi za wanadamu akapigwa micheredi kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akagongomerewa mizumari kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akachomwa mkuki ubavuni kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akavikwa taji ya miiba kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Bibilia inamzungumza, Bibilia inazungumza, inasema kwamba Yeyote yule aliyemkataa hiyo siku atamwona anakuja, na kila jicho litamwona anaposhuka. Hapo ndipo watu watakapoomboleza. Hapo ndipo utakapolia wewe mwanamke, hapo ndipo utakapolia wewe mwanamke, hapo ndipo utakapolia wewe mwanamke, unayeambiwa usivae suluwari na unakataa. Hapo ndipo utakaporia wewe mwanamume ambaye unanyoa kihuni. Hapo ndipo utakaporia wewe mwanamume unayefuatisha namna ya kudunia, wewe mwanadamu. Hapo ndipo utakaporia jina la Bwana hapo ndipo litakapowa hukumu wale ambao walimkataa wale ambao wanamkataa leo. Yawezekana unaikataa injili ya kweli yawezekana umemkataa Yesu, maana Bibilia inasema kwamba, inaniambia Bibilia inasema kwamba yeyote yule anayelipinga neno anayelipinga neno lililoandikwa kwenye Bibilia Yaani huyo amkatai mwanadamu bali amemkataa Mungu kabisa. Yeyote ye, yule anayeikanusha Biblia, yeyote yule anayeikanusha yeye yeye, huyo yeye huyo amemkataa Mungu. Kwa hiyo kama wewe unaenda kanisani alafu, alafu. Alafu unalikataa neno linaposema, ujue wewe hakika ya kuwa jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili yako, jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili ya wale wale ambao wanaolikaunusha neno, jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili ya wewe unayemkataa Yesu, jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili ya wewe kaka yangu unayeikataa injili ya kweli, jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili yako wewe unayejivuna kwa ajili ya fedha, yamkini unajivuna kwa ajili ya fedha, yamkini unajivuna kwa ajili ya magari yako mazuri, yamkini unajivuna kwa ajili ya uzuri wako. Wadada leo hii wanajivunia kwa ajili wao, wadada leo hii wanajivuna kwa ajili... wow. ajili ya akili zao. Yesu ya jana mgarigeuka Sikilizeni enyi dada zangu, ni wale ambao mnaipenda dunia. Jehanamu ya moto kuna mateso. Wewe unayemkataa Yesu kijana, jehanamu ya moto kuna mateso. Wewe unayemkataa Yesu, jehanamu ya moto kuna vilio, jehanamu ya moto kuna mateso, mateso, jehanamu ya moto kuna mateso.

Yeyote yule ambaye analikataa neno la Mungu hakika amemkataa Mungu. Yeyote yule anayelikataa neno la Bwana amemkataa Yesu. Wewe umemkataa Yesu. Wewe mwanamke, unaenda kanisani huku na vaa suruali na Bibilia imekataza, wewe umemkataa Yesu. Sikiliza, umemkataa Yesu. Haleluya, haleluya. Ale. Ale. Haleluya, haleluya. Amen. Ukimuona mtu ukimuona mtu yeye kutua ni pombe tu, au kimuona mtu anaweka bia kinywani, ujue huyo anaitegemea akili yake wala wamutegemee Mungu. Ukimuona mtu anaweka bia kinywani, ujue huyo anaitegemea akili yake. Kuna wengine hadi wameruhusu makanisani wawe wanakunywa pombe. Wengine wakitoka kanisani eti wanaenda kunywa pombe. Nisikilizeni wenye wanadamu, mnaitegemea akili yenu, mnaitegemea akili yenu. Wewe unaenda kanisani, ukitoka kanisani, ukitoka kanisani unaenda unanunua una bia yako unaweka, alafu unasema kwamba eti pia pia pombe imebarikiwa. Nani kakwambia kwamba pombe imebarikiwa? Leo hii watu wanaenda makanisani leo hii watu wanaenda makanisani, lakini wanakunywa pombe yani, wanakunywa pombe nao wanasema kwamba wanamwabudu Mungu. Na ujue kwamba dunia imeisha, yaani mtu anaenda kanisani afu anakunywa pombe, ujue ya kuwa dunia imeharibika Amen. Na ujue dunia imeharibika, mtu anaenda zake kanisani, anaenda ana ana sari ana ana sari vizuri, akitoka tu anaenda ananunua bia yake Anasema anapoza ko yaani, ukimwona mtu huyo ujue kwamba hata roho wa Mungu haiku ndani yake. Wapo watu wengi wakiingia makanisani, wakitoka wanaenda kunywa bia, wanaenda kuvuta sigara, wanaenda kuvuta bangi wengine wanaingia makanisani lakini wakitoka wanaenda wanaenda wanafanya ukahaba. Nisikilize we mwanadamu, wewe unaenda kanisani na unafanya ukahaba, Bibilia inasema kwamba ameraniwa, ameraniwa bure Amtegemeaye mwanadamu moyoni mwake amemwacha Bwana, amelaniwa. Amelaniwa mtu yule anayetegemea vitu vya hapa duniani. Kuna wengine wanategemea kazi zao, kuna mwengine anabajaji leo, anabajaji leo.